Hoi hoi Kitengela, hamjambo, amjambo tena. Rigathi amefika hapa mwenyewe leo. Leon, ni leo, msema kesho ni leo, ni leo, msema kesho ni watu ya Kitengela, wacha ya tusikizane mimi nimefika hapa wati ya Kitengela, tusikizane. Safari ya kufukuza kasongo aende nyumbani itaanza hapa Kitengela. Kitengela hey! Kitengela e hey! Mimi nakuja hapa wati ya Kitengela kuomba msamaha mimi ndio nilileta William Ruto hapa, nikamwambia ni mumbana, nikamwambia ni mtu ya ukweli. Amerudi ametudanganya kila mtu. Mimi nilimuleta hapa, akatudanganya ati ataweka pesa kwa mfuko, akarudi ile kidogo ilikuwa kwa mfuko akachukua akaenda naye, aende asiende, hapo tutulie hapo, wewe vijana tulie hapo. Mimi nataka na Kalonzo Musyoka tuko chanda na pete, na mimi nataka nimuhakikishie ya mlima sisi ni kitu kimoja. Ruto tena mna hii, wewe William Ruto umedanganya watu wa Kenya, wamechoka wa na wewe na safari yako ya kwenda nyumbani imefika. Tumekubaliana tumemtu asitishe nyinyi, sisi tukijipanga vizuri na vijana wetu wa Gen Z, Kasongo ataenda nyumbani. Wagai wanasema Kasongo aende nyumbani waena... Mimi nataka niseme, nimeambiwa na wananchi, wamekuja kuniona niunde chama moja kubwa ya kila mtu, na watu ya Kajiado ndio watakuwa national chairman wa chama chetu mpya hapa. Na hii, hii Kajiado east kura imekuwa hapa ikileta matatizo. Mimi nitaketi chini na Kalonzo, nitaketi chini na Seki hizi viti yote tukubaliane, ndiyo tusipigane sisi wenyewe kwa wenye. Mumekubaliana tuongee, ndiyo hii viti tukawa sawa sawa, tupange viti vizuri. Zile tutapatia watu ya maa tuwapatie, ile tutapatia wakamba tuwapatie, ile wakikuyu watachukua wachukue. Tutafanya mpango ambaye ni ya kushikilisha kila mtu katika Kajiado ya mwisho, ndiyo niite viongozi kuna mpango imekuja ya wizi ya affordable housing. Ati ilikuwa naletwa hapa. Mimi ningetaka nikuambie, William Ruto, ulipokuja Kitengela uliahidi watu maji na sewage. Mambo ya nyumba hakitaki hapa Kitengela, na mimi niseme ile kiwanja ya mpira ya vijana, mtu asijaribu kugusa hiyo kiwanja na mimi na mimi nataka ni shukuru hao viongozi hao akina Kanjori na wengine kwa kusema hakuna mtu atagusa kij kiwanja ya mpira. Tunasema hapa Kitengela iko manyumba ya kutosha, hata ingine haina watu, inataka maji na sewage. mambo ya affordable housing upeleke kwenu. Hapa tunataka kiwanja ya mpira ya vijana, tumekubaliana. Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, aende, aende? Mimi nataka mimi nataka watu ya Kitengela mutaniunga mkono, twende mbele. Mtaniunga mkono? Wangapi wanasema nishikane na Kalonzo Musyoka? Wangapi wanasema nishikane na na Eugene Wamalwa? Wangapi wanasema tushikane na Fred Matiang'i? Wangapi wanasema Kasongo aende nyumbani? Mimi niko na kiongozi wa maana katika Kajiado, huyu senata anaitwa Seki, ni muungwana. Alipewa pesa auze sisi, akakataa, akatishwa, akakataa. Na huyu senata anaitwa Seki, naomba muunge mkono wangavu, anasema Seki anatosha. Ya huyu Seki. Mimi nataka niseme, mimi. Mimi nataka niseme watu ya Kitengela hii safari tumeanza msiusi wa uoga, si ndio? Unajua hapo mbeleni walikuja wakatutisha wakatufukuza, nikaambia nyinyi mnyamaze, wakafikiria sisi ni waoga. Tumesema sasa, wakituingilia tena washike viongozi, nyinyi muingie kwa barabara, tusimamishe hii Kenya. tumekubaliana Tumekubaliana, tumekubaliana. Huyu Kasongo ametuzoea, amezoea kutisha sisi. Si ndio? Si ndio? Aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende. Aende, aende, aende.